Bibi Joanna Locke aka Joy anafanya e kazi kama cleaner bana, kwenye majengo mbalimbali nchini Uingereza, kazi ambayo ni hatari kinoma, lakini amejipata kwenye eneo hilo kwa muda mrefu kiasi ambacho hana wasiwasi wa urefu wa jengo lolote lile kwenye ardhi ya Malkia ya Uingereza, yanapiga mzigo tu sasa kwenye maisha ya kawaida, ana brodha yake ambaye anaitwa Michael. Huyu bro wake ni wale majinias ambao akili zao zimejijaza sana, kiasi kwamba kuna uweu fulani hivi kama unamjia, na ni vile udogoni aliwahi kusumbuliwa na tatizo la usonji, so haiko sawa kabisa. Sasa leo Joy anaamua kumchukua bro wake na kwenda na naye kwenye eneo ambalo yeye ndo anafanyia kazi, baada ya bro wake kutimuliwa kwenye sehemu ambayo alikuwa anatunzwa kutokana na tabia zake. Na ile kufika tu hapa, akawa amemwacha kwenye uangalizi wa huyu mwamba, kisha yeye akawa ameingia ndani kuanza majukumu yake ya siku. Sasa huku upande wa pili, kwa brother wake bana dishi likawa limecheza kiasi, chuma hicho kakimejiiba bana kuingia ndani ambapo hakutakiwa kuingia. Na upande pili kule, dada mtu Joy akawa anaendelea na kazi ya usafi kwenye jengo hili akishirikiana na besti yake wa karibu mwamba anaitwa Noa, huku kiamini kabisa brada yake like kule chini namsubiri. Sasa kimsingi pia kwenye ili jengo jioni hii kulikuwa kuna event ambayo inategemea kuanza, na ilikuwa ni special gala ambayo imeandaliwa na ndugu wawili Geoffrey na Gerard Milton, ambao hawa wawili walikuwa wanaunda kampuni ambayo inahusika na masuala ya nishati. Na wakati shughuli hii ikiwa inaendelea, wana ingia watu hawa bana, ambao kwa mujibu wa ratiba ilibidi kuja kuperform na kuwapa burudani wageni waalikwa. Sasa kumbe bana, hawa watu hawakuwa watu wazuri kabisa, na sio wale ambao walikuwa wametegemewa kuja kuperform kwenye hii shughuli. Na wakati event ile inaendelea, mara ghafla 999, what's your emergency? Are you kidding me? hawa majamaa walikuwa wanaunda kundi la wanaharakati ambao walikuwa naongozwa na, na huyu mwamba ambaye anaitwa Marcus Black, na mabwana walikuwa ni wanaharakati wa mazingira na wakawa na wakuzi hawa Two Brothers na kampuni yao pia kwa uchafuzi mkubwa wa mazingira ambao ulikuwa unafanywa na kampuni yao hii ya energy. Uchafuzi huu pia ulikuwa unapelekea athari kubwa sana kwenye jamii na vifo pia kwa watu, na mbaya zaidi kila mtu alikuwa anajaribu kuzungumzia jambo lile, alikuwa anazimwa na kupotezwa mazima, na majamaa walikuwa wanaendelea tuna shughuli zao sasa huyu Marcus na washikaji walikuwa wakubali kabisa, wakaamua kuvamia hii leo na kuitaka kuionesha dunia jinsi ambavyo wawili hawa na kampuni yao ilikuwa nazalisha maafa na upande wa pili kwa dada yetu kule Joyce, still alikuwa amenasa bana kwenye kichombo ambacho wakati anafanya kazi alikuwa anakitumia, na bahati mbaya jamaa alikuwa anamuongoza na kukiongoza kichombo. Alikuwa amepigwa bomba nyingi sana, akawa amekufa. Amekufa yeye, akawa amenasa, inabidi hapa kutoka ndani kuingia kushika, lakini kwa bahati mbaya hao wamba wameingia na wameshika madaraka, hayana pa kutoka, amenasa na wamba wamekaza, wanamtaka kila leo mundani aweze kushika kile ambacho amekifanya kwa madaraka ambao hawa wametumia vibaya. Na ukumbuke Michael pia, pia kimekata kamba sasa kwenye hili kundi la huyu kunahuyumwamba pia alikuwa anaitwa no, ambay wakati movie na tulimuona pia na Joy kwenye huyu jamaa alikuwa ni manarakati pia. Sasa kibaya zaidi ujamaa kuwa na subira kabisa kwenye hii mission yao, naliona kama vile kiongozi alikuwa kama na mbue live, sana nambwelabwelaage wote alikuwa anamtuliza sana jamaa asifay kile mbacho alikuatufay sasa afanye nini ili yeye aweze kuteka over na akawa na sauti? Akaamua kumtia bomba bakas, na kama haitoshi pia akaamua kutia bomba kila mtu ambaye alikuwa anamtii mtii kama kiongozi wao, na akataka yeye wamfahamu kama ndio kiongozi, na akaamua kutaka over kwa sheria zake na namna yake, na, na jambo lake likawa ni kuashikisha adabu mabwana, by fire by force. Hapo sana utamu wenyewe mzigo ukawa umeanza kutokea hapo na upande wa pili za Joy pia kamepata support kutoka serikalini na polisi pia kuweza kumsupport huyu bibi ili aweze kuingia ndani na kusaidia kile ambacho kinaendelea. And mind huyu bibi aliwahi pia kuwa mwanajeshi wa nchi hiyo kwa makukuti baadaye, so iko vizuri na mafunzo pia, o no, hivyo akaweza mandani kuweza kupambana na Noah ambaye alikuwa mshikaji wake pia. So ikawa ni huku ama kule, hivi ama vile, na natoka mnoma umundani, ni huyu ama yule Kivipi ama vile. Haya, ndio wajamaa walikuwa washikaji awali, walisochuma kikawa kimekaza. Kuna nani ambaye anatoka humu ndani akiwa ni mwamba? Mzigo huu hapa anaitwa Cleaner bara ni movie moja tu, namemalizikia hapo hapo utamu. Kwa ambao umetazama, mnaujua. Kwa ambao bado hamjatazama, mna nafasi pia kuweza kutazama, na mzigo huu niko nao hapa Metos Movie Store hizo issue za energy kuweza kuelezea jinsi ambavyo anafanya kazi yake ambayo iliathiri kiasi kubwa sana jamii mtaani, ile mimoshi, zile energy mabaki na kila kitu, akilipia akakiri jinsi ambavyo aliweza michongo mbaya pia, hata watu ambao walikuwa wamealikwa kwenye sherehe pia kutoka serikalini, pia aliwahi kuwapatia rushwa nao pia, akatakiwa kurekodiwa ili zile clip ziweze kuingia mtaani, kitu ambacho alikuwa amekifanya huyo jamaa pia. Sasa huko na kule, ndio hivyo job pia, naye kama ingia mzigo kwa mzito sana kwenye kuvamia na mbaya. Kumbe jamaa mpango wake ulikuwa ni kuwa kila mtu kwenye lijengo, hata yeye pia, kitu ambacho kiungwa mkono na watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi hapo, ndio ikawa kimbembe sasa. Wakamtuliza ni nani kama sio Joy, ambaye pia alipambana naye sana kabla kuja kukamilisha kile ambacho alikuwa nataka kukifanya, kisiende kile ambavyo ilibidi kufanyika. Bana, mzigo unaitwa cleaner, utaenjoy. Kama ukiutazama, kama umeutazama, niambie, ulionaje? Ulinajionaji? Na kama ujautazama, na hopia umeweza kuenjoy kwa maelezo haya ziada.